Kwa majina naitwa Gilbert Masatu, ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Udom. uh, pia ni assistant director katika kampuni la Abel IT Solution. tunapatikana wilayani Magu kama main branch, mkabala kabisa na benki NMB CCM Magu. Leo tupo hapa Magu Sekondari, mkoa ni Mwanza. Uh, ni kubwa kabisa la kuelimisha kwa wanafunzi especially form 6, na wote ambao wanatakiwa wapate hii elimu katika mambo mbalimbali yanayohusika mbali na kuapply vyuo pamoja na mkopo na mambo yanayohusika na vyeti vya kuzaliwa pamoja na vyeti vya vifo vya wazazi wao. <coughs> Kwa maana hiyo sisi kama kampuni tumekuja hapa kutoa elimu kubwa uh, zaidi juu ya university application. Yaani namna gani uweze kufanya maombi yako ya vyuo kwa form 6 unayomaliza mwaka huu au unaweza mwaka jana. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali kwa wanafunzi wetu. Pia sambamba na hilo tunatoa elimu juu ya uh, application ya vyeti vya kuzaliwa pamoja na vyeti vya kifo kwa kwa wanafunzi ambao wazazi wao aidha kuna mmoja mwingine amefariki, kuna namna ya kuapply for death certificate. Nadhani hilo ili litamsaidia kwa ajili ya kuomba mkopo wake. Pia sambamba na hilo kuna maombi ya loan board application, yani mkopo wa elimu za ya vyo vyo vikuu kwa baadhi ya wanafunzi ambao watakuwa tayari kufanya maombi ya mkopo tunawakaribisha sisi kama kampuni tunatoa uh, online service popote pale ulipo, aidha uwe nje ya Mwanza, Dar es Salaam, mkoa wote Tanzania. Tuko tayari kukusaidia. Kwa namna moja ama nyingine, namba zetu tutazitaja. Pia tunatoa ushirikiano mkubwa kwa watu wanaotaka ushauri kwa kozi mbalimbali katika kuomba vyuo vikuu, sio tu mtu una, una, una apply course selection, of course, pia na yenyewe ni changamoto kwa baadhi ya wanafunzi, kwa hiyo tunatoa ushauri uh, Selection, course advice selection. Pia tuna watu wataalamu wanaweza kuwasaidia wanafunzi na kuwa connect katika vyombo mbalimbali kwa ajili ya kupata ufumbuzi zaidi katika course zao. Tunawakaribisha sana Amo Abeli Computer IT Solution. Pia kwa wale wote ambao wanahitaji mawasiliano, tupo tayari kuwasaidia online kwa 07 10 81 49 12. Karibuni wanafunzi wote, karibuni wazazi pia na watu wote wa wanaohusika na mambo ya elimu tunawakaribisha.